Kwingineko, msako wa watu wanaoaminika kufadhili maandamano ya Gen Z umeendelea kushika kasi huku maafisa wa idara ya upelelezi wakiwaamuru viongozi kadhaa kufika DCI kuhojiwa. Miongoni mwa wanaotakiwa kufika na kuandikisha taarifa yao ni wawakilishi wadi kutoka Makueni na Karatina. Na kama anavyotuarifu Franklin Wallah, tayari wandani wa kinara wa DCP Rigathi Gachagua waliokamatwa kutokana na vurugu za maandamano wamefikishwa mahakamani. Asa. Ndoano ya DCI imetua kaunti ya Makueni na kuwamulika wanasiasa wawili ambao ni wawakilishi wadi mbili kaunti hiyo wanaotarajiwa kuhojiwa kuhusu vurugu zilizosheheni maandamano ya Gen Z. Wanasiasa hao walifika makao ya DCI kwenye kaunti ya Makueni na kuarifiwa walitakiwa kufika kwenye makao makuu ya DCI Kiambu. Wahusika hao, Francis Mutuku na Albanas Wambua, wanahusishwa na uhalifu ulioripotiwa kwenye maeneo tofauti ya kaunti hiyo siku ya maandamano ya Jenzi. Indenda ya kandri, mimi ndiyo fainansia wahiyo, jameni Wakati huo kunaye mwakilishi wadi mwingine wa wadi ya Karatina ambaye pia naye ametakiwa kufika kwenye afisi za DCI eneo hilo kuhojiwa. Watson Weru upande wake anachunguzwa kuhusu vurugu zilizotokea Karatina. Haya, kijiri kunao wafuasi wawili wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua waliokamatwa na kufikishwa mahakamani leo. Wawili hao Pita Kinyanjui na Wanjiku Thiga walifikishwa mahakamani Ruiru na Kiambu, huku polisi wakiomba muda zaidi wa uchunguzi. Respondent will be detained at Ruiru police station until the 4th of July. Aidha, watarejea mahakamani Ijumaa kwa mwelekeo